Katika dunia ambayo kila dakika kuna trendi mpya, kuna ukweli mmoja ambao haujawahi kupitwa na wakati: ukimwi bado upo. Ingawa wengi wa kizazi chetu tunapenda kuamini kuwa tupo kwenye zama za teknolojia, utandawazi na usasa, ukimwi haujasahaulika na haujamalizika. Unatembea kimya, bila makelele, kama kivuli kinachofuata mwanga wa maisha yake ya kila siku. Dunia inaongea nasi kupitia takwimu. Zaidi ya watu milioni arobaini wanaishi na HIV, huku watu milioni moja nukta tatu wakiambukizwa kila mwaka. Hizi sio namba za zamani, ni namba za leo, namba na zinazotuonyesha kuwa mapambano bado hayajaisha. Ni kama mlima ambao bado hatujaufikia kilele chake, ingawa safari imepungua makali kuliko zamani. Kwa Gen Z, kizazi cha ubunifu kizazi cha ushujaa wa mitandaoni, kizazi cha kusema nipo real. Huu ndio wakati wa kuongea ukweli unaogusa maisha. Tunaweza kuongoza mijadala mikubwa kwenye Twitter, tunaweza kubadilisha maono kwa video ya sekunde thelathini, na tunaweza kutikisa kwa tamko moja. Lakini pia tunaweza kuzungumza kuhusu ukimwi bila aibu, bila woga, bila kujihami kwa mzaha. Kupima si tendo la woga, ni tendo la kupenda nafsi yako. Ni kama safari ya kwenda kuona mazingira ya ndani ya moyo wako, kujua hali yako, kujua kesho yako. Kujikinga si udhaifu, ni hekima ambayo haina umri. Ni tamko la naheshimu mwili wangu na maisha yangu. Huu ndio ujasiri wa kweli, ujasiri unaovuka picha na likes. Leo kwenye siku ya UKIMWI Duniani tunawakumbuka waliopotea, tunawaenzi wanaoendelea kupambana na tunajiweka mstari wa mbele kuwalinda wengine. Jenzi, huu ni wito wetu: tujilinde, tupime, tujue, tuseme, tuelimishe. Uhai ni zawadi, usiache ukayeyuka kama jua la asubuhi.